Mwishoni mwa mwezi wa kwanza jijini Dodoma, tangazo lilisikika. Leo tuna habari njema, wizara yetu imepatiwa fedha takribani bilioni mbili kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni any program ambayo unaifanya. Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Fedha hizo zimetolewa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassani, kwa lengo la kuyawezesha makundi yote ya watengeneza maudhui ikiwemo katika sekta ya utalii, michezo, habari, jamii, muziki, filamu na sanaa nyinginezo. Kufuatia tangazo hilo, nimewafuata vijana watengeneza maudhui, nao wamesema ni hamasa yangu ambayo kwa hii ala serikali iliyotengwa ni kwamba nizidi ni, ni, ni kufanya kazi kwa kwa mtiririko wa kila siku, maana yake kwenye peji zangu hizi ambazo kutokana na baadhi ya kukosa resources za kufanyia kazi, lakini hii imenipa hamasa kwamba nitawekeza nguvu kubwa na, na, na, na, nikawa mmoja wa, wa kunufaika iliyotengwa na serikali. Wakimii okay, kwa upande wangu bwana, kama mtengeneza maudhui, ile tangazo la kutangaza kwa bilioni mbili kwanza lina nipa hamasa kubwa kuendelea kufanya kile ninachokifanya, sababu naamini kama serikali imeweza kutenga muda wake lakini na kutenga bajeti yake kuweza kutoa kwa sisi vijana waandaaji wa, wa maudhui, basi naamini kwamba serikali ule uni mchango tosha kwa sisi vijana katika kuelekea ku, kujiajiri katika uandaji maudhui mi, kama mtengeneza maudhui, imenipa hamasa kubwa, kwa sababu inaonesha kwamba serikali imeona mchango wetu, lakini pia serikali imeona namna gani vijana tunapambania katika hiyo nafasi ya kutengeneza maudhui so inanipa motisha inanipa hamasa ya kuendelea kutengeneza maudhui, lakini pia nikiamini kuwa serikali inaona kitu ambacho tunaendelea kupambania vijana, kwa sababu ajira imekuwa ngumu, so vijana wengi tumejikita huko. Hata hivyo zoezi la uandikaji wa lengwa linaendelea huku, mwisho ni Februari kumi na tano ambapo watengeneza maudhui wanatakiwa kufika katika ofisi ya halmashauri ya wilaya ya manispaa na miji na majiji kupitia vitengo vya habari ili kuchukua na kujaza fomu za maombi zikiainisha taarifa binafsi pamoja na shughuli wanazozifanya. Mimi ni Daniel Samuel, Sauti Digital <mukarikana>